Uhali gani ndugu mpenzi mtazamaji Mapya Uvira TV, naitwa Sadiki Isa aka The King Manjonjo, kiniita hivyo utajikosea nikiwa nimebebelea logo mpya kabisa naitwa karibu, tuko pashe kupitia Mapya Uvira TV. Niko pamoja na uh, msanii ambaye kwa sasa anaishi uh, maeneo kalimu, lakini mtu hapa nyumbani sana, anaitwa Master Uva Music kwanza ningependa kujua stori yake ilikuwaje kutoka hapa na kwenda Kalemi. Kalemi ilimpokeaje katika uh, kazi yake za music? Vipi uh, muziki wa Kalemi kwa sasa unaendeleaje ukoje? na kitu kingine ningependa kujua alikuwa na tatizo fulani hivi na dada mmoja hivi, anamta fam forte. Ilikuwaje mpaka afikia wakati akapiga mwanamke jiwe? tutajua hapa uh, kama mambo vipi. ya yeah, poa bro, naitwa Masta Uva music ya yeah, Masta Uva jadu, yeah. mm. jadu tofauti unajua ya. Ya, msanii ni kuchange look na kwa mtazamo wa watu ndo wanasema kuwa anafanania Chris Brown. Ya wenda macho yenu ndio inasema vile, ila mimi ni Masta Uva. Okay. Ulitoka Uvira na kujielekeza maneno ya Kalemi yeah. Kalemi vipi, kwa upande wako wa muziki walikupokea je, watu Kalemi kimuziki? Uh, kwanza nasema asante kwa sababu Kalemi yeah. na Uvira, Isaac yeah. Kalemi na Sid Kivu, yeah. ni ndugu ni okay. uh, sisi yeah, ni familia ya yeah. yeah. yeah. Sasa mimi ni mkongomani yeah. okay. na niko huru kuishi popote pale okay. kwenye nchi yangu. Ni kawaida. Okay. Nimejielekeza Kalemi yeah. Uh, na mapokezi ya watu wa Kalemi nimeishukuru kwa sababu kazi yangu ya kwanza ambayo nimefanya Kalemi hmm. ilikuwa ni Jessica Z. Wewe Jessica Z. Ah, ngoma kali sana bro. Kwanza ongera sana. Asante ah, ah, yeah, afu changamoto kubwa ambayo nimekuta yeah. na kipindi natoka huko hmm. channel yangu ya YouTube ilikuwa inanipotea kama password. Ah. ah, nilipofika Kalemi kwa kupima kuweka password hmm. Nikawa nakataa nje, kabidi nifungue channel mpya, na kitu cha kwanza ambacho kilikuwa kinaingia kwenye hiyo channel yeah, okay. yeah. ilikuwa ni Jiska Z ah, okay. kwa hiyo channel na... song ya Jiska Z ya video yeah, yeah, yeah. ilitembea vizuri yeah, kwa mapokezi ya watu ilikuwa ni kubwa. Kwa hiyo ukiangalia mm. conception ya video na nini hivyo, audio video ilikuwa ni kali ya yeah, hadi channel kwa sasa inakuwa na 1k point kule yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yani, ni kitu cha kumshukuru Mungu, amenipokea poa kabisa. Mm. Safi sana. Mziki wa Kalemi pale uko uh, mziki wa Kalemi uko fresh. Mm -hmm. Mziki wa Kalemi uko fresh. Uzuri wake na ubaya wake ni nini? uh, uzuri wake ni kwanza ina, inafanya msanii ajiamini uh, kwa performance. Kwa sababu Kalemi huwa awafanyi mara nyingi playback. Kalemi, mara nyingi music hua wa wanafanya kama ni concert, wanafanya ni live. Hiyo uh, ni kizuri sana na upande wangu mimi imenipatia experience kubwa sana na kibaya yake sasa, maana kizuri haikusaki kibaya, watu wa Kalemi bado hawajapenda mziki wao, ila tofauti kabisa na Uvira. Tofauti na Uvira, ila meja za Kalemi, watangazaji na wasanii ndo tutafanya mpaka watu waipende mziki ya safi sana. Masta Uva, umekuwa pale maeneo hapo Kalemi, ningependa kujua vipi. Nizungumzie kwanza Mweshimia, ambayo ni unamfahamu? Yeah. ni mtu waainagani hasa? Uh, kwangu yeye ni baba okay. Kwangu ni baba na ni mtu mwenye roho ya kipekee Okay. ukaribu wako na yeye ilikwaje? Uh, ukaribu kwanza ni music. Yeah. Uh, kwa sababu ingilikuwa sifanye music singemfahamu, na yeye pia angenifahamu, kwa kuwa nafanya industry, naimba na kazi, watu walipokea fresh na mtandao uliniongelea fresh sana. Kalemi mtandao, Kalemu umeniongelea, nikajiongezea hadi watu wa kunifollow kwenye page zangu kwenye, angu, kwenye ma channel zangu na ndo vile nilipata connection ya kuonana naye. Ndio maana nasema ni mtu mzuri mwenye roho nzuri na ni baba pia mm. bila shaka uh, Masta Uva ulishtakiwa kwa kosa la kumpiga mwanamke jiwe, ilikuwaje? Mm, sijapiga mwanamke jiwe hiyo. Okay. mm. ni habari za uongo ila ni Tuambie, kwa sababu washabiki wengi na watu walijia juu, wakaanza kunilaumia kwa sababu nilipozungumza, tunamjua sisi ndio apiga mwanamke mwanamke mmoja, dada mmoja, na, eh, kama ni mtangazaji sijui, kama kwa sababu tuliona wamea wame kufunga Yeah. Yeah. Tuambie, wambu wasanulie watu waambie watu kweli kutokana na kitu ambacho kilikuwa, ah, kwanza ikukua jiwe ah, okay. Na yule mwanadada ni mtu wa paparazi ah, okay. Yeah. Uwa anaposti wasanii. Ila kuna posti ambazo alianza kuniposti mimi nikawa sikupendezwa nazo. Ni bora niposti mimi kwa kusema unaposti kazi zangu, unaponda kazi yangu kuliko niposti mimi kwa kuniponda mimi na kunitukana mimi, okay, yeah. So mimi sikupenda hiyo kitu okay. nikamfuata inbox nikamwambia mm. mm, yeye mwenyewe akawa ananiambia maneno mabaya sana okay. fanya vile unatapenda. Ilibidi mimi nimblock, nimblock Facebook, nimblock WhatsApp. Akiwa na posti mambo yake mimi sitoona. Ilianza hiyo kipindi mwaka wa elfu mbili ishirini na tatu. 2023 ndio ameanza nikawa na bichukulia poa, akakuwa anafanya mambo yake hadi gisi ilifika hapa mdo 2025. Imaginez vous kitu kama 2023 kikifika mdo 2025, aka akakuwa an exagerer sasa. Basi tulikuwa kwenye mechi ya wasani na watangazaji habari ah, jikaka kustade pale Kalemi, ndipo tena kaanza yale mambo, so kwa asira sasa nilimpigaga ndo kofi ile kumpiga kofi akawa akajigonga kwenye, kwenye vibambazi ah, vya mule mstadi ndo akaumia. Kipindi aliumia vile ndo akapanic, unanitoa damu sijui hivi ninakuletea polisi. Ikawa mambo mengi sana, ila watu wakanishauri nitoke hapo uwanjani, nikajitokea zangu nikaenda home, ilikuwa ka samedi le 6, le 6 juillet ouais et puis dimanche le 7 baka muita hmm. Tukikala kikao akalomba msamaha, akasema kwanza, hadi ifikie Masta Uva kunipiga ni kosa angu mimi, maana akujawahi kutokea moshi bila moto, kwa hiyo anitunzishe tu sasa. So, tukawa tuna tunakubaliana tukaenda hospitali wakamtunza basi, yani tukombana msamaha fresh, lakini uh, kilicholeta shida sasa ni pale wasanii walianza kuwa kama vile wanamcheka. Wanawambia, kwa nini mtu akupiga akutunzisha afu namwacha? Afu ni mgeni anatokea zake Uvira kule, sisi tusheshi nawe miaka nyingi hapa yeah. Okay, atujawahi kufanya hii kitu. Unaona, aoni kama vile anakufungulia njia kwa wasanii kukupiga, ukimtukana msanii ukimtukana, kwa sababu yeye anatukana watu wote. yeah, yeah, yeah. okay. ah, amna kabisa. Kuna watu wengine wanataka mtu kimapenzi lakini wanashindwa kusema tu. so Uh, kuna, kua, kuna siku ambayo aliwahi kuomba labda mpe vitu, nilikuwa sikuwa interesi naye, maana mambo ya mapenzi natokiaga kwa watu wawili, yeah. Umpende, yeah. Mtu afu mtu nakupende, sio wewe unapenda, yeye asikupende. Lazima kuwe tu mikokotano. Kwa hiyo kipindi wasanii walianza kumsema vibaya yeah. Uh, ndo alienda kunifungulia faili na tayari amesha ameshapona nini, akapeleka hiyo picha ambayo siku anaumia. Hey, am, nimeshamtunzisha anapona, akapeleka picha ambayo kipindi ana damu, akafungula faili, ilikuwa tarehe 28 mwezi wa saba le 28 juillet kitu ambacho kilipitaka ki si le 6 juillet nikamutunzisha, le 7 mibakakea nifunga, le 28 juillet ndio kisi nifungiwaga vile, na nikaendaga ku Monisco, kuna kasho le Kalemi, kwa watu wa Kalemi wanaifahamu Monisco. Nikaenda lendi kafa, mardi, mercredi, jeudi asubuhi wakakuja wakanichukua. Lakini kabla tujafika jeudi, tuluwai kusamba kwenda kwenye masambo, uh, nikasikia anasema kuwa kipindi nilimpigaka alikuwa na pochi yake, mlikuwa ka simu aliuza des 50000 il mlikuwa ka sijue parfait yake a 5 dola, ni mulipe hayo. So mimi nikaitika, nikasema mna shida, nitalipa. Kwa hiyo mtu ambaye alikuwa kana shimamia maneno prokirer akasema, kumbe Mastofa rudie mkasho, na wewe uende kwa nyumba kesho, jeudi mpie, mfanye affrontement, mlipane mambo yenu. Basi mimi nikarudi. Kwa bahati mbaya, hiyo jeudi ndio siku alinipelekaga centrale. Nilikuwa na nyele nyingi sana ambazo nikifungua nafunga hata ay, shinyo tunaona tunaona, ya yeah. Ila eh, kipindi para. Ah, hiyo jeudi nikaenda wakanikata ndevu zote wakakata na nyele zote, yani kipara kweli <laughs> nikawa nikawa kama vile ngisi wananywaga nguruwe <laughs> mm. Pole sana. Ila ile jeudi kipindi nimeingia kule watu walikuwa kwanza, mwanzo ni kipindi nafungua, watu walikuwa chukulia, wenda ni kiki, wenda ni nini yeah, yeah. Lakini kipindi ilifika habari ya centro ndo watu wakachukua serious, ndo baadhi ya wasanii na ma, wa oh, managers Kalemi, mm. wakafuatilia neno, walilomba kitita cha pesa nyingi sana okay, na anda sio ya Kalemi njo lipambana kwa ajili yangu hadi, okay. nimetoka, niliendaga well, yani ni, ni jeudi central, vendredi, samedi, dimanche mm. lendi nikatoka, ndo mara yangu ya kwanza, kwanza, kwanza, kwanza. Yeah. Ina nyumaga sana wakati tunamuona, unajisikia gani? Inanyumaga sana sio pole mm sana, kwa sababu mtu ambaye sina mazoea naye sina mahusiano naye, kwa sababu ye mwenyewe ndo alikuwa anataka kitu fulani kwangu, afu mi mwenyewe sikujiweka kwake, ile kuto oh, kujiweka, sasa ndio ikanigeukia mimi okay. Ya, matusi nini uh, basi ila nikiakwachia Mungu. mtu mmoja ukimuona, ikiwa tu ni vrai pla kuna mtu mwanangu, amna tunaona naga na hai, mara nyingi kwenye ma concert salimiana kabisa. kipindi natoka na salimiana amna, siwezi salimiana naye ni Yuda. hmm. ni Yuda, ni Yuda ah si Yuda, nyimbo natoka suni hapa mba hmm, Yuda yeah, challenge tuna hivi eh, leo kwa tutakuwa tunafanya eh, hii nyimbo ilitoka kwa sababu ya fan natoa sababu ya fanfort, na sababu yeah, ya wale wengine ambao walienda nyuma fanfort kumwambia kwa nini mtu anakupiga funa mwacha msanii hivi ya bayuda. Kwa hiyo tusubirie nyimbo mpya kutoka Masta Uva anaitwa bayuda. Tuangalie moja kati, mimi nakubali kipaji cha Masta Uva toka zamani sana, nadhani anajua bila shaka safari kutoka Kalemi kufika hapa nyumbani Uvira, yeah. watu walikuwa nafikiri kwamba ni utani. Ah, Masta Uva hawezi kuja. Masta Uva, ah, sivyo. Eh, leo uko hapa umeshindikiza Vladimir Shakise kutoka Visionary Team. ningependa kujua vipi, moment ilikuwaje mpaka kafikia wakati uko hapa na ukaperform jana kwenye show, na vipi mapokezi ya watu jana kwenye show? watu walisemaje? Walikuonaje? watu walivibe vipi na wewe na ulijisikiaje? Uh, mapokezi uh, tuanze kwanza kutoka Kalemi hadi hapa yeah. mm nasema ilikuwa ni bahati yangu tu kwa, okay, sababu waliwahi kuuliza maswali kwa mafans wa mziki wa Kalemi, jubia, wa Kalemi na watangazaji pia wamchague msanii na wamewahi kutia wasanii wakachagua wakatia wasanii watano pale. Okay. Ila kwa bahati mzuri, okay. Kipindi walikuwa wakichagua pale Masta Uva nimepata nafasi. Na, nadhani kwa nini wasanii wengine wa Kalemi pala kupata nafasi ya kumshirikisha Vlad? So, siwezi jua ila sio kusema awajui kazi kwa sababu Kalemi kuna wasanii ambao wako very talented. Okay. Ah, Kalemi kuna wasanii ambao wako very, very talented. Shida, yeah, ni support ya wajapata. Ila kila kitu ni pole pole. Ndio nimepata pole. Mm. Yeah, hiyo nafasi na kwa kuwa Visionary ni watu ambao wameshanisaidia vingi sana. Na mimi nawakamata kama familia bomfisi, namkamata na kama baba Gavi, kwa kwa kaka yetu Gavi. Yeah. yeah, yeah, ah. <laughs> <laughs> Gavi ni kaka yetu. <laughs> Okay, yeah, na Gavi. Mm. Okay. Kipindi ningali Uvira, yeye mwenyewe ndo alianza connection ya kwenda Kalemi ah, kufanya yeah, yeah, concert. Mm. ya kipindi kia nyuma nao, unakumbuka tena Gavi waliai kufanya collaboration na wasanii wa Visionaire yeah, Kina Marina, wakina Marem Shatepes, wakina Mr. Lab. Kwa hiyo Gavi anastahili kuwa first born wa tuna bomba tuna bomba moja. Wa bomba fizika tena. That's all. Ya ndio hivyo. Afu mapokezi hapa nyumbani nimefurahi sana. Yeah. Japokuwa watu walikuwa wajamini kama nitakuepo. Na surprise kubwa eh. Ni surprise. Sikio unauliza watu akilibula wako ndani. Kalundu, tuko. Yeah, ilikuwa ni vibe yeah, yeah. Sana. Ila kuna baadhi ya wengine ambao wamenifuata nje kusema kuwa, kuwa, nini, au, kuplay zile nyimbo zako wa eh? Yeah, zilikuwa na, na, na, na, nafanya vizuri yeah. Ila niliufia muda yeah, kwa sababu yeah, tuliangalia mji wetu kwa sasa yeah, yeah. Upo kwenye ni mziki moja au za mbili basi niachie wengine nafasi, afu tuangalie jinsi concert ya muhimu ni ile presence ya Masta Uvo. Unalipi kuambia mashabiki ambao wafuatilia kupitia Mapya Uvira TV, kwa sababu tumepiga story ndefu sana kusema kweli. Unalipi kitu gani cha kuambia mashabiki wa Mapya Uvira TV? sio ndaambia watu wa Mapya Uvira TV bali balindaambia watu wa Uvira na Kalemi. Uvira, uh, kwanza asante kwa sababu mnaonyesha upendo kubwa sana na watu wa Uvira wote msanii wa Uvira wote yuko huru kwenda Kalemi, atapokelewa vizuri sana kwa sababu mnaonesha upendo wa kumpokea mtoto wa Kalemi. Hapa ni upendo kubwa, yani kunakua muunganiko ya muziki wetu wa Uvira na wa Kalemi. Na afu waendelee kufuatilia Masta Uva kwenye maplatform yanajulikana kwa jina ya Masta Uva, Masta Uva Facebook TikTok YouTube, yani sehemu popote pale ni master over. Una kitu gani cha kutuambia au cha kutushauria? Msaidie wasanii mfanye promotion. Okay. Kuna msanii ambaye hawezi pata hela kufanya promotion. Ila ile ile ile kiloko yake na nyinyi mnampush mpush kwa sababu nyinyi ni media online kubwa sana ambayo inafuatiwa a na wengi Kivu na hata Tanganyika. Eh, kwa hiyo mwa mkimpushi msanii Msanii anakuwa anajiongezea kitu kikubwa sana kwake, yeah. Masta Uva tukushukuru. Asante na mimi nawashukuru pia. Asante sana. Niko pamoja na Masta Uva nyuma kamera ni Sela Kashindi.